Tunapoanza leo safari yetu ya hekima katika Zaburi 82, tunakabiliwa na suala ambalo mara nyingi linajadiliwa katika Biblia. Ni mada ya ukosefu wa haki, na nataka kukuambia hili ni jambo linalomhusu Mungu kwa sababu linakiuka asili yake. Mungu ni mwenye haki, yaani yeye daima hufanya lililo sahihi. Yeye si mwenye upendeleo, hawezi kuhongwa, haadhiriwi na maslahi maalum. daima anapinga ukosefu wa haki popote unapoonekana. Kwa kweli, yeye yeye anaweka maonyo makali kuhusu ukosefu wa haki hapa katika Zaburi hii. Sasa, mwandishi hapa ni Asafu, na anaandika katika mstari wa kwanza: Mungu amechukua nafasi yake katika baraza la kimungu, katikati ya miungu, yeye anatoa hukumu. Sasa, hili baraza la miungu ambalo Mungu anasimama ni nini? Hilo linaweza kuwa limevutia umakini wako wanapokaribia kutoa hukumu kweli. Biblia nyingi za Kiingereza zinatafsiri nomino ya Kiebrania hapa elohim, kama miungu. Kwa kweli ni mojawapo ya majina ya Mungu wa kweli na aliye hai. Kwa hivyo, je, hii inapendekeza kwamba miungu ya uongo au sanamu za mbao ni za kweli kweli? Sidhani, sidhani hivyo, bila shaka hata kwa muda mfupi. Hakika Biblia inaeleza wazi kwamba sanamu za mbao si chochote zaidi ya vizuri, vipande vya mbao, na kwamba Mungu mwenyewe ni Mungu pekee mbili wa falme saa 19 na madakika 19. Kwa hivyo, tunachukua nini kutoka kwa aya hii, kabla ya kuingia kwenye madai? Kweli, mara kadhaa katika Agano la Kale nomino elohim inatumika kwa watawala au waamuzi na hii ndiyo hali hapa, na hiyo ni kwa sababu waamuzi walipaswa kutenda kwa niaba ya Mungu. Wanasimama kwa ajili ya haki ya Mungu, wanatumia kiwango chake cha haki cha kile kilicho sawa na na kile kilicho kibaya. Huyo mwamuzi anagusa maisha ya watu, na hiyo inamaanisha wanashikilia nafasi ya mamlaka makubwa, na maanisha. Fikiria kuhusu hilo. Mwamuzi wa kibinadamu anatoa hukumu juu ya mtu mwingine. Huwezi kupata nafasi ya juu zaidi, kwa kusema hivyo, kuliko hiyo nafasi sasa. Kinachotokea katika zaburi hii ni kwamba Mungu yuko karibu kutoa hukumu juu ya waamuzi wa dunia. Anasema hapa katika mstari wa pili mpaka lini mtahukumu bila haki na kuonyesha upendeleo kwa waovu? Tazama, wamepewa mamlaka ya kuwakilisha kiwango cha haki na badala yake wamefanya kwa upendeleo kwa eh waovu. Labda walikuwa baadhi ya marafiki zao, hatujui. Lakini sikiliza kile Mungu anawaambia hapa katika mstari wa sita: Nini ni miungu, nadhani hiyo inaweza kutafsiriwa nini ni waamuzi, wana wa aliye juu sana, nini nyote. Hata hivyo, kama wanadamu mtakufa na kuanguka kama mkuu yeyote. Sasa unaweza kuwa umeketi juu sana kwenye kiti cha mwamuzi, lakini siku moja utakufa na na utasimama mbele ya mwamuzi na utatoa hesabu kwa matendo yako. Unaona, Mungu anawakumbusha hapa juu ya kufa kwao, hatimaye juu ya uwajibikaji wao mbele ya Mungu ambaye ni mwamuzi wa waamuzi wote. Nikwambie, hii ni onyo kali kwa yeyote anayenisikiliza leo, ambaye anaweza kuwa mwamuzi au au kiongozi wa kisiasa au afisa wa shirika mwenye mamlaka makubwa juu ya uwe uh, maisha ya watu. Unaweza kuwa na mamlaka ya kisheria katika jiji lako au jimbo au nchi. Vema, vema, mimi mimi nataka ujue, Zaburi 82 inapaswa kuwa kwenye dashibodi ya gari lako unapoendesha kwenda kazini. Mungu atakuwa anasikiliza na kuangalia. Anajua kila hukumu utakayotoa yeye, yeye anaangalia kila uamuzi unaofanya na anajua kwa nini umeufanya. Unaona, Asafu anakuletea maelezo ya kazi yako kutoka kwa Mungu mwenyewe. Hapa iko katika mstari wa tatu: toeni haki kwa wanyonge na wasio na baba, linda haki ya walioonewa na maskini, waokoe wanyonge na wahitaji waokoe kutoka mikononi mwa waovu. Kwa maneno mengine, usiathiriwe na ukweli kwamba hawa wanyonge na na wahitaji hawa watu maskini hawawezi kukulipa. Endelea na utoe hukumu yako kwa msingi wa tabia ya haki ya Mungu mwenyewe. Sasa zaburi inayofuata hapa, Zaburi 83 inashughulikia mada hiyo hiyo ya ukosefu wa haki. Sasa katika kesi hii mataifa ya kipagani yanajiandaa kushambulia Israeli. Aya ya pili inatuelezea tishio, maadui wako wanapiga kelele, wanashauriana pamoja dhidi ya wateule wako, wanasema, njooni tuwafute kama taifa, jina la Israeli lisikumbukwe tena. Sasa hakuna hisia hapa kwamba Israeli imetenda dhambi na kwamba mataifa haya yanatumiwa na Mungu kama adhabu dhidi ya Israeli. Hapana. Ukosefu wa haki hapa ni kwamba mataifa haya yanapanga njama dhidi ya Israeli kwa sababu mbili: nambari moja, wanamchukia Mungu na nambari mbili, wanawachukia watu wa Mungu. Labda kuna watu kazini kwako au au wanaosoma na wewe ambao wazi hawakupendi, huenda wanaweza hata kukuchukia, na na unajaribu kuelewa kwa nini, hujafanya chochote isipokuwa kuwaonyesha wema na kimsingi umejaribu eh kuepuka njia yao, lakini hawakupendi, na kila nafasi wanayopata watasema kitu, watafanya kitu kisicho cha kirafiki. Kwa nini kweli? Kwa sababu ndani ya mioyo yao wanamchukia Mungu na wewe unahusiana nao, na hiyo ndiyo yote inahitajika. Sasa hapa katika mistari tisa hadi kumi na mbili. Asafu anamwomba Bwana kuhukumu mataifa haya kama alivyofanya zamani wakati wa kipindi cha waamuzi wakuu lakini hilo linaibua swali. Je, kuomba hukumu juu ya wale wanaotenda isivyo haki, unajua, ni aina sahihi ya ombi la maombi kwa, kwa watu wa Mungu? Sijawahi kuona kwenye, kwenye orodha ya maombi ya kanisa. Kweli inaonekana kuwa inakubalika, angalau katika baadhi ya matukio, kwa sababu neno la Mungu linaandika aina hiyo ya maombi hapa bila kuomba msamaha wowote. Swali muhimu ni hili: nini motisha yako ya kumwomba Mungu kuhukumu wale ambao ni wasio haki kwako au kwa watu wengine? Nataka usikilize motisha ya Asafu anatupa hapa katika mstari wa kumi na sita: jaza nyuso zao na aibu, ili watafute jina lako, e Bwana. Waache waangamie wafedheha. E sasa, sikiliza hili, ili wajue kwamba wewe peke yako ambaye jina lako ni Bwana ndiye uliye juu zaidi duniani kote. Nikuambie, hiyo ndiyo aina sahihi ya motisha. Inatokea kuwa ni ya kiinjilisti. Wahukumu, Bwana, walete kwenye magoti yao kwa kushindwa na aibu. Kwa nini? Ili wafike mwisho wa uwezo wao na wageuke na ukufuata. Kumbuka, wapendwa, kwamba wale watu wanaokuchukia kwa kweli si maadui zako kwa hakika wao ni uwanja wako wa misheni. Sasa zaburi inayofuata Zaburi 84 iliandikwa na mmoja wa wana au labda wana kadhaa wa Kora. Wanaume hawa walikuwa wamepewa jukumu la kuwa walinzi wa lango pale hekaluni, karibu na mahali ambapo Mungu alidhihirisha uwepo wake wa utukufu. Moja Mambo ya Nyakati 26 inatupa maelezo. Sasa leo tungewaona wanaume hawa kama, unajua, wachapa kazi aina ya watu wa kawaida wa dunia. Mikono yao ingekuwa na magamba. U uh, wangevaa mavazi ya kazi, kwa namna ya kusema, walipoenda kazini kila siku na mkoba wa chakula mkononi mwao. Lakini hawa walikuwa wanaume waaminifu waliomtumikia Mungu kwa bidii, na wimbo huu walioandika ni wa kushangaza kabisa. Kwa kweli, ningependa kufikiria kwamba uh, kwamba nampenda Bwana kama vile hawa wanaume wachapa kazi walivyofanya. Hapa nyuma. Sasa basi zaburi hii inafuata vizuri zaburi ambazo tumekuwa tukisoma. Sasa tunakumbushwa kwamba Mungu ni mahali pa kimbilio kutoka kwa dhuluma zote za ulimwengu. Mstari wa tatu unasema hapa: hata shomoro hupata nyumba na mbayuwayu kiota kwa ajili yake, ambapo anaweza kuweka watoto wake kwenye madhabau zako, ee Bwana wa majeshi, mfalme wangu na Mungu wangu. Katika Biblia yote shomoro anafananisha kitu kisicho na thamani sana. Kwa kweli hadi wakati wa Yesu wavulana walijulikana kwa kunasa shomoro na kuwauza kwa senti chache pale hekaluni, kwa sababu walitumiwa sana katika mfumo wa dhabihu kwa watu maskini. Basi hawa watu wanasema sisi ni kama shomoro wengi huko nje. Na unajua leo unaweza kufikiria kwamba ndivyo ulivyo, shomoro mdogo tu labda usiye na dhamani kubwa machoni pa ulimwengu. Basi wacha ni kuambie, Mungu anampenda huyo shomoro. Yeye yeye anapata mahali pa kuishi kwa usalama. Wana wa Kora walitaja shomoro hapa na pia mstari wa tatu unatueleza walitaja mbayuwayu. Mbayuwayu walikuwa wakionyesha aina ya maisha yenye shughuli nyingi na kutotulia. Wao daima wanaruka huku na kule. Mbayuwayu atakuchosha kuchosha ikiwa utajaribu kumfuata, lakini zaburi hii inasema hapa kwamba mbayuwayu ametengeneza kiota mbele za Mungu. Kwa maneno mengine, atimaye imetulia katika uangalizi wa Mungu. Basi leo unaweza kuwa unajihisi huna thamani au labda huna utulivu. Ulimwengu unaokuzunguka unaweza kuwa unakutendea isivyo haki. Pengine hivi karibuni umesimama mbele ya hakimu asiye wa haki, au umesikia maneno kutoka kwa rafiki asiye wa haki au au mwanafamilia. Wacha nikuambie, Mungu anafahamu hali yako, anajali kuhusu wewe, anakupenda, hajakuacha na mbele zake hakimu mwenye haki. Basi unaweza kuendelea na kujenga kiota.